Ikhwani fillahi, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. E, tunarudi tena katika vikao vyetu vya dakika chache baada ya swala ya dhuhuri. Tulikuwa tumesita kidogo, lakini leo inshallah tunafungua rasmi na tunaendelea na biidhinillahi. Kwa vile mbele yetu tuna, tuna mwezi wa Muharram, tumeona tuzungumze mambo ambayo yanafungamana na mwezi huu wa Muharram mambo gani ya kuyafanya ambayo yatatuongezea ujira mbele ya Allah subhanahu wataala. Ko, tumechagua kitabu hichi kinachoitwa Shahrullahi Lmuharam wa Siyamu Ashura, mwezi wa Mwenyezi Mungu ambao ni Muharam na kufunga siku ya Ashura. Mtunzi wa kitabu hichi Abdulal ibni Saadi Arrashidi rahimahullah Anaanza moja kwa moja kitabu chake kwa kusema, shahrullahil muharram, mwezi wa Mwenyezi Mungu ambao ni muharram. Anashuka na kusema, sababu tasmiya, sababu ya kuitwa mwezi huu ni mwezi wa Mwenyezi Mungu. Kwa nini ukaitwa mwezi wa Mwenyezi Mungu? Kwani miezi mingine si ya Mwenyezi Mungu? Sasa kwa nini umeitwa mwezi wa Mwenyezi Mungu? Kwa hiyo anatuambia qala ibn kathir, amesema Ibn Kathir rahimahullahu taala Mwenyezi Mungu amrehemu. Sumia bidhalika umeitwa hivyo mwezi wa Mwenyezi Mungu taakidan litahrimihi, ili kutilia mkazo utukufu wake, ili kutilia mkazo utukufu wa mwezi huu ukaitwa hivyo, kwa sababu kitu kimenasibishwa na Mungu na kilichonasibishwa na Mwenyezi Mungu kiliounganishwa na Mwenyezi Mungu maanake hicho ni kitu cha thamani na kikubwa mno. Ukisema hii nyumba eh, ya rais sema hii nyumba ya mfalme, maanake kinaonekana. Da, mtu akiambiwa ki, ndo nyumba hii anakaa anatulizana, angalia mashallah. Naam, naam kwa hiyo naam. pale kimenasibishwa mwezi wa Mwenyezi Mungu kutilia mkazo ule utukufu wa mwezi ule, na kuna mambo taharima. Taharima ni utukufu, lakini taharima maanake ni haramu. Kuna mambo kuyafanya katika mwezi huu Li anna al arab kwa sababu yarabu ya kana tatakallabu bihi, walikuwa wanabadilika wanabadilika badilika kwa kupitia mwezi huu fatuhiluhu aman wa watuharimuhu aman. Kuna baadhi ya mwaka kuna mwaka fulani wanasema ndani ya mwezi huu ni halali kufanya maswali fulani fulani, na kuna mwaka mwingine wanasema ndani ya mwezi huu ni haramu kufanya maswali fulani fulani. Kwa maanake Waarabu walikuwa nao kawaida hiyo kuutukuza mwezi huu. Wakitaka kufanya jambo lao la kimakosa, basi wanasema a, tusilifanye mwezi huu sasa hivi, hatuiti Muharram, tutaupa jina jingine ili kuhalalisha yale makosa yao kuyafanya. Lakini mwaka mwingine watasema a, tunaurejesha vile vile, mwezi huu utaitwa Muharram tena, kwa sababu hatufanyi maswali ya kimakosa. Kwa hiyo ni kawaida yao Waarabu walikuwa hivyo. Anasema waqala Jamaluddin al-Qasim, rahimahullah na akasema Jamaluddin al-Qasim wanachuoni hawa, walmuharamu shahrullahi, na Muharram ni mwezi wa Mwenyezi Mungu. Samathu larab bihadha wa Arabu wameita mwezi huu kwa jina hili bihadha ismi kwa jina hili lianahum, kwa sababu wao kanu la yastahiluna fihi lkital kanu la yastahiluna fihi lkital, hawahalalishi, walikuwa hawalishi kupigana ndani ya mwezi huu. Kama kuna mapambano, ilitabidi tupambane a, lakini tusije tukapambana ndani ya mwezi wa Muharram, walikuwa wana kawaida hiyo. Waudhifa ilallahi taala, na mwezi huu umetegemezwa kwa Mwenyezi Mungu mtukufu kwa kusema mwezi wa Mwenyezi Mungu Lah, ili kutukuza kumtukuza yeye Allah subhanahu wa ta'ala, na kutukuza ule mwezi, sio kusema huu mwezi wa Mungu, ili kwa sababu ya kutukuza, kama qila lil ka'ba, kama inavyosemwa, inapozungumzwa al ka'ba inasemwa hivi baitullah, nyumba ya Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo kujua hichi ni kitu cha Mwenyezi Mungu, kwa hiyo manake kinachukua nafasi nyingine katika nyoyo za watu, katika matendo ya watu kwa hiyo ndo maana ikawa hivyo, wa yukrahu wayukrahuna, inachukiza an yusamma almuharram safara, kuuita mwezi wa Muharram kuuita safar mwezi wa Safar, maanake kuhamisha, kusema ah, leo sahivi tushaingia Muharram, lakini kwa vile tuna mambo yetu tunataka kuyafanya, tusiuite Muharram huu huu tu tuuite Safar, ili yale mambo yetu tuhalalishe An yusamma al Muharram safara, na ina, ina, inachukizwa kabisa kuita mwezi wa Muharram kuita mwezi wa Safar. Li anna dhalika min adati jahiliyya, kwa sababu kufanya hivyo ni katika kawaida yao enzi za ujinga, walikuwa wakifanya hivyo, wanabadilisha eh. Mwenyezi Mungu anasema inna man nasi uziyadatu fil kufr, hakika ya kubadilisha mwezi huu Waarabu walikuwa wamezidi katika kufanya ukafiri. yuhilluna huwa aman wa yuharimuna huwa aman, walikuwa wakihalalisha mambo yao katika mwaka fulani na katika mwaka fulani walikuwa wakiharamisha, yani katika mwaka fulani kama huu mfano tujalie kama Muharamu. Yapo jamani, tusiite Muharam kwa sababu kuna jambo kwa sababu hatuna jambo letu la kutaka, la kutaka kulifanya, walikuwa nafanya hivyo. Waqala Suyuti rahimahullah, na akasema Suyuti suilat lima khussa almuharram biqawlihi biqawlihim shahru llahi duna sairi shuhur, kwa nini imehusishwa imefanywa umaalum kwa mwezi huu wa Muharram kwa kusema kwao Shahrullahi ni mwezi wa Mwenyezi Mungu, duna sairi shuhuru, ukiachia miezi mingine, kwa nini imefanywa hivi? Ma anna fiha ma yusawihi fil fardhi, pamoja na kwamba ndani ya mwezi ule wa Muharram kuna miezi mingine ambayo inaenda sambamba kwa ubora, kwa sababu mwezi mtukufu si mwezi wa Muharram tu, na miezi mingine mbona bora haijaitwa hivyo kwamba ni mwezi wa Mwenyezi Mungu. Kwa nini mwezi huu uitwe hivi? au yazidu alayhi au miezi mingine inaizidi hiyo Muharram ka ramadhan, kama mwezi wa Ramadhan wa ra ramadhan wa mwezi wa Ramadhani una utukufu zaidi kuliko Muharram. Sasa kwa nini hii Ramadhani haijaambiwa shahrullahi, ukaambiwa Muharram ndo shahrullahi, Muharram kwa nini imekuwa hivi? wajatuma yujabu bihi nimekuta katika ambalo jawabu linahusiana na swali hili anna hadha lsmi, kwamba jina hili islami ni jina la Kiislamu, yani ni jina ambalo limetoka katika Uislamu. duna sairi shuhur, ukiachia miezi mingine, miezi mingine faina lasmaa ha, kwa sababu miezi mingine kulliha kulli yote ala ma kanat alaihi fi ljahiliya imebaki vile vile kama zilivyokuwa enzi za ujinga, yani enzi za ujinga, kwamba hii miezi ilikuwa na majina yake. Hii miezi ya kiislamu ilikuwa na majina yake, kwa hiyo enzi za ujinga ikabaki vile vile kuitwa vile vile vile. Lakini ilivyokuja ilivyokuja Uislamu, jina la Muharram likaboreshwa zaidi katika Uislamu, wakana ismu Muharram fil jahiliya na ilikuwa jina la mwezi wa Muharram enzi zile za ujinga. safar awal inaitwa safaru ya mwanzo, safaru lawal yani safari ya mwanzo. waladhi baadahu, na ule mwezi unaofuata baada yake unaitwa safaru thani, ni safar ya pili. Ilikuwa ndo ilivyo hivo, ile Muharram walikuwa wakiita wakiita safaru alawal na ile safaru ambayo kwa Muharram, alafu inaingia safar, ile safari yenyewe wanaita safaru athani. Hivyo ndio wanavyosema Asuyuti, falamma jaa alislam, wakati sasa ulipokuja Uislam, wasamahu llahu lmuharram, na Mwenyezi Mungu akauita mwezi huu akauita ni mwezi wa muharram, kwa maana mwezi mtukufu. Na neno muharram maanake ni haram kufanya baadhi ya mambo, na ndio maana inaitwa inaitwa e, mji wa maka mtukufu Eh, nyumba baitullahi lmuharam, nyumba ya Mwenyezi Mungu tukufu. Manake Muharram, manake ni haram kuwinda, ni haram kupigana, ni haram kung'oa mti, ni haram kufanya makosa ndani ya mji mtukufu mtukufu wa Maka, na ina mipaka yake, haruhusiwi hata mtu manake, kule hakuna utalii, manake ni sehemu walikuwa ni sehemu nzuri ya kufanya utalii, kwa sababu ina historia kubwa kubwa sana lakini hakuna mtalii anaoingia hapo, na ukijulikana unakuja kuchukuliwa kwa askari kita, kita, unatolewa haraka haraka. kuingia katika haram za ya Maka na haram ya Madina, sehemu tukufu ya Maka na sehemu tukufu ya Madina, sijunyitie pale mi mtalii mzungu, mikuja naamba utalii wenu huko sio katika miji hii, kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala amesema ni haram kabisa kuingia hapa asiyekuwa muislamu ni haram. Msije mkamruhusu. Kwa hiyo ulipokuja Uislamu, Allah akawita mwezi huu ni Muharram, fa udhifa ilallahi, basi ukategemezwa mwezi, mwezi huu na Mwenyezimungu bihadha litibar, kwa zingatio hili, kwa kuzingatia huku, wa hadhihi lfaida, na hii ni faida kwamba kumbe ilikuwa sijui kumbe ilikuwa ndo hivyo, basi ushapata faida. Anasema latifa raaitaha Raaituha fil jamhur, anasema nimeiona faida hii katika kitabu kinaitwa Jam, Jamhura, kitabu kinaitwa Jamhura. Fadlu shahrullahi lmuharram, fadhila za mwezi huu mtukufu wa Muharram tunaingia. Ikiwa leo ni mwezi 26 kwa 25, sema kimataifa leo ni mwezi 29 Dhulhija, nyumbani hapo tunasema leo ni mwezi 25 Tusomeni tuzungumzeni ili ukiingia tujue tunafanya nini. Ni vizuri kujua hivyo. Ah, kumbe kuna mwezi wa Muharramu wapo, kuna matukio kadha na kadha. Tunataka tuwafanye, hivi ndivyo tunavyotakiwa tunavyotakiwa tuwe. Anasema Qala Al-Izz Ibni Abdissalam rahimahullah, amesema mwanachuoni huyo, watafdhili al-amakin, na kufadhilisha sehemu, wal azmani, na nyakati arbai kuna namna mbili. Dunia inafadhilisha, kuna baadhi ya sehemu zinaambwa zina sehemu fulani ni bora. Mfano nasema New York ni bora kuliko Dar es Salaam, Tokyo ni bora kuliko Nairobi. Umefahamiana, eh? kwa hiyo kawaida duniani tunafadhilisha sehemu na tunafadhilisha muda kuna muda fulani hao tunatakiwa tusherekee jambo fulani, kama sikukuu za kimapinduzi kama sijui sikukuu za wakulima na kadha na kadha, vitu kama hivyo vinatokezea duniani. Kwa hiyo anasema, mwenye kitabu anasema kufadhilisha sehemu iko namna mbili, ahaduhuma moja yao au ya kwanza yao duniawi, ni ya kidunia kufadhilisha kidunia, katafdhili rabi ala, ala ghairihi minal azman kama kuufadhilisha mwezi huu kuifadhilisha mwezi huu wa Rabii, yani kipupwe, kwa ambayo hii ni Rabii, inapendeza zaidi kwa kwa Waarabu, inapendeza, maanake inakuwa baada ya ya maanake unakuwa ni mwezi ambao hauna jua kali wala hauna baridi kali, unakuwa kati na kati inapendeza unatoa majani mazuri, wanyama wanakuwa, wanakuwa wanapata chakula vizuri e, mazingira anakuwa ni mazuri. Kwa hiyo inapendeza zaidi katika nchi za arabuni zile ambazo zinakuwa zinajangwa jangwa. Kwa hiyo mwezi huu wanaufadhilisha zaidi wao kidunia kidunia, na hiyo haina tatizo ufadhilisha, kwa sababu ni moja katika kushukuru neema ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwamba ametubadilishia muongo, tulikuwa tuna muongo huu wa masika, tuna muongo huu wa kiangazi jua kali, alhamdulillah, sasa hivi imekuja muongo huu ambao ni mzuri sasa hivi. Kwa hiyo sio sote tunajikuta tuko katika hali nzuri, kwa hiyo tunashukuru neema za Mwenyezi Mungu, dunia wiki dunia. Kwa hiyo na huku kwetu sijui mwezi nini, muongo gani unapendeza zaidi muongo gani? U eh? Kama ndo hii tuliokuwa nayo eh? w napendeza sana, napendeza sana na katika arabuni, manake na kuwa nakuwa naita rabi rabi, haizuru nakuwa mdogo, nakuwa mdogo. Hawi mrefu sana lakini unakuwa mdogo, lakini ni kipindi ambacho kinapendeza. Wakatafdhili baadhu l-buldan, na vile vile kama kuifadhilisha baadhi ya miji, kuifadhilisha baadhi ya miji ala baadhi juu ya miji mengine. Ko wengine wanaona mji huu ni bora kuliko mji. Na hata Kiislamu hiyo ipo, Makka ni bora kuliko Madina, Madina ni bora kuliko Baitul Maqdis, sawa? Kwa hiyo ni sehemu hizi, ni sehemu ambazo ni bora. Na sisi tumeamua tufunge safari hasa tukafanye ziara la tashuddu rihal ila fi thalathi mawadhi, Mtume nasema safari haifungwi ya kiibada isipokuwa katika sehemu tatu. Manake wewe mfano usifunge safari ukasema mimi ninatoka hapa naenda zangu Kenya kwa ajili ya kiibada. Ah, tutasema hii mbona kama anatuchanganya huyu mwalimu hapa mbele ah. Sasa wale wanaoenda fi sabilillah ya ah, fi sabilillah wale wanaovaa vilemba sawa, hakuna tatizo lakini kama kuikusudia saa ibada yenyewe ibada, maanake wewe uende we, ukazuru uka alkaaba ukalitembelee alkaaba. Ukishakulitembelea alkaaba unapata nafasi ya kwenda kuswali vile vile msikiti msikiti ule masjidil haram. Lakini ukishakumaliza hapo, nenda na Madina ukaswali pale ukamsalimie Mtume sallallahu alaihi wasallam. Lakini vile vile kama unapata nafasi, nenda kule baitul maqdis ukaswali kule. Hizo ni sehemu takatifu kabisa. Kwa hiyo hiyo ni kidunia. Anasema kama kufanya wadharbu thani, na namna ya pili tafdhili dini, kuifadhilisha sehemu kwa sababu ya kidini maanake. Okay, unaifadhilisha sehemu kwa sababu ya kidini unapata thawabu. Rajiun ila, rajiun ila anallaha yajudu ala ibadihi, hilo linarejea kwamba Mwenyezi Mungu huwafanyia ukari, ukarimu waja wake. Allah huwafanyia ukarimu waja wake fihima, katika miezi hiyo, katika maeneo hayo, yani mwezi ibada inofanywa, inaofanywa sasa hivi na ibada kufanywa Muharram, ibada inakuwa inainuka, ina, ina, ina zaidi na ibada inayofanywa Dhulhija huu mwezi huu inayofanywa Dhulhija, katika yale masiku kumi ya mwanzo inakuinua daraja, masiku kumi ya mwanzo inakuinua daraja. Lakini katika miezi mingine utakuta hicho kitu hakipo. Kwa hiyo lazima ujue msimu, kama vile unavyojua misimu ya biashara kwamba sasa hivi niagizishie mzigo haswa, kwa sababu huu msimu wa kuuza vizuri lakini vile vile uijue misimu ambayo ya kukupatia wewe fadhila na thawabu zaidi na zaidi. Ndo hivi anavyokusudia, anamalizia, tunamalizia kipengele hichi. Anasema katafdhili, anatoa kama mfano kwa kusema katafdhili somu Ramadan, kama kufadhilisha mwezi, nini, funga ya Ramadhani ala saumi sair shuhur, juu ya kufunga katika miezi mengine Ramadhani imefadhilisha, yani ukifunga Ramadhani ni bora zaidi kuliko kufunga katika miezi mingine. Wakadhalika yaum Ashura, na vile vile siku ya Ashura ambayo inakuwepo katika mwezi wa Muharram, wa ashru Dhulhijja, na vile vile kufunga siku kumi za mwezi wa Dhulhijja. Kwa hiyo hizi zina daraja. Kufunga Ramadhani ina daraja yake ya kipekee, kufunga Ashura ina daraja yake ya kipekee, lakini vile vile kufunga siku kumi za mwezi wa Dhulhija ambao ushapita ina daraja yake. Kwa hiyo inakuwa hizi zina daraja tofauti na kufunga katika miezi miezi mingine. Hadha wallahu a'la wa a'lam aqulu qawli hadha